Mwanamke huenda hupati ujauzito kwa sababu hizi ambazo naenda kukutajia leo. Sikiliza video hii kwa makini sana, kama unahitaji kubeba ujauzito. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha wewe haubebi ujauzito, huenda unashiriki tendo siku zako za salama na sio siku hatari, kwa sababu haujui mzunguko wako au haujui siku yako ya ovulation ambayo ni siku bora kwa mwanamke kushiriki tendo la ndoa na kupata ujauzito. Lakini cha pili huenda unashiriki tendo na mwanaume ambaye ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Na maanisha upungufu wa nguvu za kiume sio huwa hawezi kushiriki tendo la ndoa, au anashiriki tendo la ndoa vizuri, lakini hana nguvu za kiume ambazo inaweza kurutubisha mayai na wewe kubeba ujauzito. Ni vyema kufanya uchunguzi wa afya yako na ya mwenza wako ili unapotafuta ujauzito uweze kupata kirahisi. Lakini kama una changamoto zingine ambazo zinakusumbua kwenye mfumo wako wa uzazi na unazijua, ni bora kuzitaja ili kujiweka kwa nafasi nzuri ya kubeba ujauzito. By the way, nimekuwa nikiwasaidia wanawake wengi wanaotafuta ujauzito bila mafanikio. Unaweza kutumia pakeji yangu ndani ya mwezi mmoja na ukapata matokeo mazuri sana ya kuweza kubeba ujauzito, lakini pia kuondokana na changamoto yote ile inayokufumbua kwenye mfumo wako wa uzazi. Chukua namba zangu kwenye bayo ili tuweze kuwasiliana.